Ndugu mbunge wetu, wana wazee wote mliopo hapa, kwa majina naitwa Pius Zakaria Lukaga, ni mjumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM wilaya Mbogwe. Kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi ibara ya sabini na nane mabano tatu inaelezea mjumbe wa kamati ya siasa ya, ya, ya wilaya ndiye wanaosimamia uenezi wa itikadi ndani ya chama, ndio tuko na wewe hapa lakini zaidi ya hao niwaambia, wanarwazeze wote mliopo hapa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka huu nini, wanarwazeze mliopo hapa ni mabosi, mnatakiwa kutafuta watumishi, mnapaswa kukaa na mafaili. Watakuja watu wengi wanaomba nafasi, mwadhiri kwenye nafasi mbalimbali, ikiwemo udiwani na ubunge. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ibara ya nane inasema mamlaka yote yanatoka kwa wananchi, kama mlivyokusanyika hapa, wananchi wa Wazeze, na serikali itapata madaraka na mamlaka kutoka kwenu. Na ukiangalia hiyo hiyo ibara ya nane mabano, si inasema serikali itafanya kazi kwa ustawi wa wananchi. Kwa hiyo nyinyi ndiyo mabosi kwa mwaka huu, mjipigie makofi mengi sana. Kwanza ni waombe wana Wazeze, tunapoenda kwa ajili mwaka huu wa uchaguzi, kuna mambo machache ambayo tunapaswa kuyazingatia. Ukiangalia kwenye katiba yetu ya Chama cha Mapinduzi, ahadi namba nne inasema rushwa ni wadui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Mnapaswa wanakijiji wa Wazeze, tujiepushe na swala la rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi. Na suala la rushwa kwenye uchaguzi ni kansa ambayo inaweza kutafuna wanakijiji wa wazee kwani watakosa huduma muhimu. Ukiangalia hata maandiko matakatifu. Mathayo 27 mstari wa tano yanasema, Yuda alimsaliti Bwana Yesu Kristo kwa kupokea vipande 30 vya fedha, lakini alipoona Bwana Yesu anasulubiwa, aliamua kujitupa vye vipande kwa makuhani akaenda kujinyonga. Rushwa ina tabia ya kujilipiza kizazi. Wana wazazi, tunapoingia kwenye uchaguzi wana wazazi, tujiepushe masuala ya rushwa. Tunataka tupate kiongozi ambaye ni mbunifu, ni mwelewa, ambaye matendo yake na utendaji wake tayari umeshajipambanua kule nyuma, kama maandiko matakatifu yanavyosema, Mathayo saba mstari wa kuna, tunatambua kwa matendo yao.